Na, habari gani mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Kungudume. Karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Kungudume. Na leo nataka nikupe maana halisi ya kuku na vipande vyake. Niliuliza swali nikasema kuku na vipande vingapi na nini maana ya hizo vipande kwa kila kipande kimoja. Kucha usizitoa usizitupe, ziweke usi, hapa. Hizo hapo hizo hapo. Hivyo hivi hizi kucha jamani zina maana kubwa sana. Ukiwa unyagoni ile pale. Leo nataka wali wangu niwafundishe maana halisi ya kuku na vipande vyake na maana halisi ya hizi kucha unapokuwa unyagoni. Unaweza kuniambia kuku na vipande vingapi? Mm. Kumi na moja kumi na moja? Huelewi mfano huyu kuku ukimkata anatoka vipande vingapi? Sasa tuanze na kwenye manyoya. Mpenzi mtazamaji, kuna manyoya hapo ambayo tayari yamenyonyolewa. Unaweza ukaniambia maana ya hayo manyoya? Hapana, hujui. <laughs> Haya, maana ya manyoya, twende kwenye maana ya manyoya. Kwanza kabisa niliuliza pia swali la kuku, ana vidole vingapi? Iko nilikulizaje? Nakumbuka niwe kuku ana vidole vingapi? Ebu sasa nijibu kuku huyo hapo. kuku ana vidole vingapi? Vinne. Vinne. Una hakika? Eh. Ana vidole vinne hey. Haya hey. Bete. Ni kidole cha kwanza, cha pili, cha tatu, hiki ni kidole ni nini? Ni kidole <laughs> Okay, staki nifunguke sana, sitaki niwafungue. Utajua mwenyewe kuku ana vidole vingapi. ume hizi kucha tayari mm. Sawa. Tuanze kwenye manyoya ya kuku manyoya ya kuku, haya hapa, ya kuku. Haya, kwe, yashike hivi watu waone kidogo, tu sio yote, kidogo. Haya ni manyoya ya kuku haya manyoya ya kuku yana maana kubwa sana sana. Manyoya ya kuku utakiwi kumnyonyoa kuku ukiwa na mumeo, ni mwiko na ni usungu. Sikupi maana, ukitaka maana nitafute, nitakupa maana. Utakiwi kunyoa manyoya akiwa ama ukiwa na mumeo Sa, menelewa kama upo na mumeo unataka kunyoa ama kuyatoa haya manyoya mpe mgongo. Yani, simuona kamera iko pale, mimi naipa mgongo kamera, haifanyeje? Hainioni au haioni kinachokifanyeje? Kifanyeje? Kina. Kwa hiyo unanyoa manyoya yako, utakiwi kunyoa manyoya mbele ya mama yako, sijui i, ila unaweza kunyoa manyoya haya ukiwa na mdogo wako dada ako fi yako, unanielewa? Hmm. lakini kwa mumeo utakiwi, uko unanyoa manyoya tu hivi, nayatoa yatoa musungo, kwa sababu kwenye huyu kuku kuna sehemu hazitakiwi kuonekana ukiwa mama na mumeo sawa. Nafikiri mtakuwa mnanielewa wali wangu. Sasa pende kwenye kucha hizi, kucha zina maana kubwa unyagoni. Unaweziona zilivyo hivi, ndio ni vidogodogo hmm. Lakini ukiingia unyagoni, hizi kucha zina maana kubwa sana. Kama nikupe maana eh, utaweza kuilipia maana? Haya hey. Nilipe, nikupe maana, maana si utamdai? Ah, nah, hakunaga hiyo <laughs> haya, kucha zina maana, unaweza kudondosha comment yako hapo kuniambia kucha ina maana gani lakini pia ukitaka maana kwenye kungudume, sehemu ya arobaini na saba nitakufa maana. Sasa twende kwenye uchinjaji, nakufundisha hatua kwa hatua. Kuku anapochinjwa, hii shingo, hii shingo inakuwa ni ya mchinjaji, inakuwa ya mchinjaji ede kwenye vipande, kata vipande. Nataka, nataka nione mwali wangu atakata vipande vitatoka vingapi, halafu nikufundishe kuko na vipande vingapi. Kata kusaidia, vipande nikusaidie, sawa. Hiki kinaitwaje? Hivi ni paja, hivi ni paja jamani. Sawa, nikusaidie tena ili naita jumburu, jumburu, jumburu, jumburu ni kiruga gani? Kikaguru, Kikaguru, wao Wakaguru. hii ni jumburu na hii ni paja. Niko Morogoro Msowero, hivi ni Msowero ni kwa Wakaguru? Hapana, Msowero kama vile kwa Wasagara, ila Wakaguru wako Gairo na Kilosa, na msoero iko ndani ya Kilosa. Wewe ni kabila gani? ni Mkaguru, Mkaguru. Unakijwa Kikaguru, salimia hey, kidogo. Aya, msinda nani? Alafu mimi najibu nini? Bigoya, haya, tuendelee. Jamanini kungwi dume, alo jomoni, mumone ah. Kipoko ama magumegume ya mapenzi Oh, kungwe dume, kungwe dume. Sasa tuishie hapa, hapa, hapa. Kwa nini hiki unakitoa? Sisi mama tu, hiki kinatolewa, amewahi kukwambia kwa nini kinatolewa? Hapana, ngoja kukwambia. Kwa mpenzi mtazamaji, nataka uniambie kwa nini hiki anakitoa, yaani kwa nini kitoke yani,

Usikaribia ile za sehemu za sehemu za anapo zijisaidia, sawa? Hapa kwa hiyo tumepata vipande vingapi? Moja tatu, ah, ina nimesalia sije, nimekuuliza. Kumi na tatu haya, kuku kumi na tatu. Amepata vipande kumi na tatu, acha mimi nisimame kwenye jibu lake, nitakuja kutoa majibu kwenye hivi vipande kumi na tatu. Nataka uniambie ni kipande kipi hupaswi kumpa mumeo na kipande kipi upaswe kumpa mama mkwe, baba mkwe, na ni kipande kipi kinapaswa kumpa shemeji. A ni kubagulie. Eh, niambie, hiki kipande hakipaswi kumpa baba mkwe, hiki kipande kinapaswa kumpa mume, mm-hmm. na maana husika. Kwa nini unamwekea <laughs> kipande hiki ndio? hiki cha mume, hiki cha mume hiki ndio cha mume kidari. Mume anatoa kidari. Mimi sijui hiki kinini? Paja? Paja. Sawa. Hivi ndo nampa mume hivi? Sawa. Kwa nini unampa mume? Naona ni sehemu nzuri nzuri, sehemu nzuri nzuri. Sawa. Tueni vipande ambavyo hupaswi kumpa mama mkwe, au ah, unapaswa kumpa mama mkwe, baba mkwe. Ibe. Hivi vya mama mkwe, nisaidie bwana, naona kama sielewi hivi. Ah, ah. ah. ni vya mama mkwe eh. Vipande vipi unapaswa kumpa shemeji? Jamani, kuna vipande ambavyo hupaswi kumpa shemeji. Ukimpa shemeji eh, kitakachotokea, usije ukamlaumu shemeji. Ni kipande kipi? Hivi ndo vya shemeji, hivi ndo vipande sijui vya shemeji mm, sijui eh, tendelea. Nani anasema eh? Eh, si baba mkwe, baba mkwe ni hivi hapo eh. Umemaliza kipande eh, kipi ambacho upasi kula wewe hivi vipande, dondosha comment. Alichokisema ni sahihi, mimi binafsi naitikia, lakini nasubiri majibu yako ili niweze kukupa majibu sahihi. Kuko na vipande vingapi, na katika hivi vipande ni vipande vipi ambavyo upaswi kumpa mumeo, upaswi kumpa mama mkwe, upaswi kumpa shemeji na kwa nini? Kile kipande kidogo kidogo kinachokaa nyuma ya kuku amekikata Nasi majibu yako hapo, halafu video ijayo itakuja kutoa majibu yako.